Ah. Ah. Ni asubuhi ah, mekucha saa moja na nusu usaafika oya Karo, teyaoachelewa ah, kazi. Amka. Ni mke niende wapi? Amuka, mimi naenda kazi kutafuta pesa. Sijakata unaenda kazi, si niache mimi nitaenda nitatoka saa zingine ya kimya. Saa zingine aje nikuache hapa mimi. Kwani unaniogopa? Amuka. Si niambie kitu hapa. Kama mjini tunawajua nyinyi. Hebu amuka. Fanya haraka. Fanya haraka. Ulinileta hapa saa 9 usiku si ndio? Unataka niende saa 1 asubuhi hata usingizi usiishe. 30 minutes inatosha ku kulala aibu. Amuka, sisi tunatafuta pesa, sio kulala na wendi. Umefanya nimechelewa saa moja na nusu na ishafika, na leo ni mande. Amuka, nitaenda saa zingine, achie mimi na ya kifungo yangu, mimi siwezi nikakwachia, naenda kazi. Jolvi, Amuka. Ama ah, si ni kwa mbushi. Ah, sawa basi nilipe pesa yangu niende. Nilipe pesa yangu niende. Na pesa tu. Nimekwambia nilipe pesa. Oh, Ati ah, kuna pesa no. tuliongea na wewe. Ni kuja kwa saa tisa halafu uliza kama pesa tu. Tukuna pesa tuliongea na wewe. You are very stupid. Wewe ah, unijui vizuri wewe. We. We. Nimekwambia unijui. Bebu na zifanya. You are very useless. Nilipe pesa yangu niende. Bebu me. Tusianzane hapo sasa. Tusianzane hapo. Wewe. Sitakuja hapo. Ni kuja kwa saa tisa.

Uliamini kwa hii nyumba si ndio? Ni nini uko naye akuibiwa? Ni nini uko naye? Eh, acha kunisumbua. Ni nini uko naye akuibiwa? Ni nini uko naye akuibiwa? Punguza sauti bebe, mambo ni kuelewana. Sauti moja. Sauti moja. Mambo ni kuelewana. Unataka chekesha mamako. Sasa namba yako niko nayo. Nitumie pesa yangu sasa. Nitumie pesa yangu sasa hivi. Siwezi kuja kukaa hapa bure. Alafu nakwambia tu niacha nilale alafu wewe. Unataka ngapi? Niweke hapo thao. Non si si na siku nyingine usiniita kwako. Unafikiria kama hiyo pesa sijapata wewe ungekuja hapa. Siwezi kuaai ii laku a nyumba yako mpaka ai aede kwako. Kama nikufurahia nafurahianga hapa, nitakuita. Nakwambia siku nyingine usiniite. Nitakuita. Nakwambia siku nyingine yeah. No, wewe. Well.